A yeah, uh, kwa ufupi ni kwamba uh, GGML imeweza kushiriki uh, katika maadhimisho ya siku ya mazingira duniani na hasa kwa kushirikiana na uh, manispaa ya mji wetu wa Geita, kwa maana ya kwamba idara ya mazingira ya manispaa yetu ya Geita pamoja na wadau mbalimbali uh, hasa kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani zoezi hili la kuadhimisha siku ya mazingira duniani aa, kwa kushirikiana na manispaa ya mji wa Geita tumeianza toka tarehe mbili mwezi wa sita na zoezi hili lilianza aa, hasa katika mitaa ya Nyakabale ambapo kulikuwa na sekondari pamoja na shule mz, za msingi takriban sita ambapo aa, mgodi wa Geita uliweza e, kudonate vifaa hasa dustbin kwa ajili ya kukusanyia takataka kama tunavyojua um, kauli mbiu ya siku ya mazingira duniani kwa mwaka huu 2025 imejikita hasa katika kupiga marufuku matumizi mabaya ya plastiki. Hii ni kuhakikisha kwamba ni namna gani uh, GGML pamoja na wadau mbalimbali tukiwa tunashiriki kuhakikisha au kutoa chachu ya kuhakikisha kwamba mazingira yanaweza kutunzwa, hususan ni kuhakikisha kwamba taka mbovu ambazo ni za plastiki zinaweza zikatunzwa katika mazingira mazuri e, au kuhifadhiwa katika mazingira mazuri e, kwa kutumia dustbin na vitu mbalimbali kuhakikisha kwamba hizi plastiki haziwezi zikatuletea athari katika maisha yetu. Kwa hiyo jana tarehe tatu tumeshiriki katika zoezi hili la kusherekea siku za mazingira duniani katika a, kuungana na wafanyabiashara katika soko la Nyankumbu. Uh, katika uh, manispaa yetu ya wilaya ya Geita kushiriki katika kufanya usafi. Uh, tumeweza kudonate uh, pia katika soko hilo uh, mafiekeo uh, reki uh, mafagio na matoroli. Uh, lengo kubwa likiwa ni kuhakikisha kwamba uh, soko letu la Nyankumbu linakuwa safi, linakuwa salama, wafanyabiashara na bidhaa zao katika soko la Nyankumbu Uh, wawe katika mazingira mazuri ambayo yanaweza yakawafanya na yakavutia wateja kufika. Usalama wa mazingira yao unapelekea usalama wa maisha yetu pia. Kwa hiyo zoezi hilo tulilimaliza jana, tukishirikiana na ofisi ya mazingira ya uh, manispaa ya mji wetu wa Geita, pamoja na wafanyabiashara mbalimbali. Kwa hiyo jiji bila kukosa pia, kwa siku ya leo ambayo ni tarehe 4 tumeweza kushiriki uh, pamoja na kushirikiana na Uh, idara ya mazingira ya manispaa yetu ya mji wa Geita kuweza kushiriki katika shule ya sekondari ya Kasamwa, tukiwa tunaadhimisha zoezi hilo hilo la mazingira kitaifa, uh, na kidunia kwa ujumla, kama ambavyo tumeona siku ya leo kumekuwa na debate e, ikihusisha uh, matumizi ya plastiki, uh, katika nchi yetu. Kwa hiyo, uh, kwa siku ya leo kwa ujumla uh, tumeweza kudonate vifaa vyenye thamani ya shilingi milioni sita katika kuhakikisha kwamba uh, Uh, shughuli za mazingira, ushirikiaji wa mazingira na shughuli za kuwa na mazingira salama na safi zinaweza kudumishwa katika maeneo yetu na katika miji yetu na katika taasisi zetu tunapokuwa tunafanyia kazi.